na kusengenya kama inavyojulikana katika sheria ni kwamba umtaje yule mwenzako kwa kitu ambacho kwamba kinamchukiza kina yeye kina, hata kama hicho kitu ni cha kweli hapo nacho, maadamu kile kitu kinamchukiza yeye kinajulikana kama kusengenya, na unaingia kwenye madhambi katika sheria yetu ya Uislamu. Wanamima tu na kule kuchukua habari huku kupeleka huku, usabasi, kuchukua habari huku na kupeleka huku, haya ni mambo ambayo kwamba yanapunguza thawabu ya mwenye kufunga. Wal-yaminu al-kadhiba, na mtu kuapa kwa kuapa kwa uongo. Wanadharu bi shahwati, na kule mtu kuangalia kwa e, shahwa na kufanya mambo ambayo kwamba ni haramu, ikawa wewe unapunguza zile thawabu ya somo yako. Maulama wanasema hii hadith ni dhaifun na na ni dhaif sana, kama wanavyosema maulama, lakini kama itakuja kwenye sheria ya Uislamu, haya mambo yanapunguza somo ya mtu itakuwa haya mambo yanapunguza somo ya mtu na yanapunguza thawabu ya yule mwenye kufunga. Wa min tamami som, na katika kutimia som, kadhalika taharri al-iftar ala halal wa adam al-istikthar min al-aql wa min tamami som, na katika kutimia som, taharri al-iftar ala halal ni kule mtu kuandaa iftar kwa jambo ambalo kwamba ni la halal, ukaandaa ile iftar yako kwa kitu ambacho kwamba ni cha si halal, hukuiba hukumnyang'anya mtu, hukumpokonya mtu, hukufanya dhulma kwa mtu, iwe ni halali ile iftari yako. Wa adamu listikthari min alakli, kadhalika unahimizwa kwamba usiwe ni mwenye kula sana pale unapofungua. Usiwewe umefunga saumu yako, umefanya bidii mpaka ukamaliza ile saumu yako, imeingia Maghrib, ukaingia kwenye kula kwa wingi mpaka ukajisahau.